Swali likuwa usifanye hivyo mbele ya macho na masikio ya dunia nzima. Eleza muktadha wa dondoo hili. Fafanua sifa nane za mhusika na anayambiwa maneno haya. Haya, tusomee. Nataka hmm, kufunza pia kama kidato cha pili vile nimewafunza, kwa sababu naona mnakanganyika. Unapaswa kusema msemaji ni nani, nani amesema. Msemaji ni nani? Jack si ndio? Msemewa anafikiria ni nini mawazoni, ama unasema atafikiria. Hiyo ndio nakupa ya pili. Ya tatu mahali ni wapi? mm -hmm, studioni. Alafu kichocheo unaweka koloni, ni nini ameelezea, si ndio? Amesema ni nini? Sasa pale kichocheo nilikuwa nataka uandike kwa namna sahihi. Jack alipata mawazo haya baada ya Bigatomi kumuelezea siri aeleze historia ya maisha yake, si ndio? Unaweza kusema historia, historia ndio wametumia kwenye kitabu, aeleze historia, si ndio? Au usuli wa maisha yake, bado ni sawa. Wakati alimuelezea hivyo ndio mawazo haya yalikuja kwa Jack. Aya, swali la pili pale unaelezea wa, fafanua sifa nne. Samani, fafanua sifa nane za mhusika anayeambia maneno haya. Na nilikwambia wakati unaelezea kuhusu mhusika, unataja na unaelezea kwa sentensi moja tu. Sifa za mhusika huyu. Kuna wakati mwingine kwenye mtihani unaambiwa kulingana na nini na dondoo, lakini hapo hukwambiwa kulingana. Kwa hivyo sifa za nani? Za Jack. Ni mpole ja kuwa mpole katika mazungumzo, si tulisoma. Ni mwenye furaha, alikuwa na furaha kwenda kwenye runinga kwetu. Ni mwenye busara, anaishi anaishi kimaskini ili aweke pesa za masomo. Ni mbunifu, anajitengenezea kitanda. Ni msiri, amwelezi babake siri waliozungumza na Siri. Mwenye utu, si ndio? Eh, anaenda kwa kwa bwana Kalia kumunganishia mitano mitambo licha ya yeye kufanya nini, kumhini. Ni gwiji, anabuni nini formula, ukisema tu anabuni formula, si ndivyo umeelezea ni mwerevu bado anabuni fomula za sayansi. Ni mvumilivu. Ni mvumilivu, anawasiliana vizuri na wazazi wa Kalia wa Siri licha ya wa wao kumhini. Ni mwenye mapenzi ya dhati. Alimuona Siri kama ndugu yake, si ndio? Eh. Hivyo ni msamehevu. Anawasamehe wote katika familia ya nani? Hivyo, na ya nani? Ya Bwana Kalia. Sasa hivyo ndio ni huwa nawapatia makundi nijifunze kuandika hivyo kwa sababu ndio wale wanafunzi kwenye mtihani wa mwisho tukisaisha fasihi wale wanapata alama za, za juu kabisa wanaandika fupi na zina muhusika sina muhusika kwa pale umeelezea tu kidogo Haya, swali la pili pale, bainisha mambo mengine nane yaliyowekwa wazi duniani siku hii. Wakati mtu ukiona mambo ukiona suala, unaanza unaeleza kama maudhui. M mambo mengine nane yaliyobainishwa kwanza, ni ufisadi. Bwana Kalia anabadilisha nini matokeo ya tunzo kumpa mwanawe, si ndio? Kuna elimu, kuna kutunzwa kwa wanafunzi walio bora kwenye kwenye hafla ya sayansi siku na hiyo pia uh, jabu, unaeleza, una unataja, unaeleza, unataja, unaeleza. Mambo mengine nani? Pia kuna mm, kuendeleza uh, kuendeleza uh, bado ni mambo ya elimu pale ambapo mambo mengine ni eh, mambo mengine yalifichuliwa ni siri wanasoma. Siwa anasoma e, riwaya. Eh, huwa anasoma riwaya. Hayo ni mambo ya elimu. Kusoma riwaya ama unaweza kusema si kusoma ni ni mambo eh ni kusoma. Pia kuna dhuluma. Si kuna dhuluma? Uh, Jack kumlipa nani? Kumlipa Bikalia. Eh, ni Bikalia Binshewa. Anamlipa nini? sehemu sehemu ya pato lake eh, si ndio? ambayo anaita nini nini ya malezi, anaita nini ya malezi. Ana, ana analipwa nusu ya faida ya Jack kila mwezi, si ndio? baada ya kuza viatu anaita nini ya malezi. Kitabu kinasema nini ha? ni shukrani eh. Anaita hivyo, si ni dhuluma? Eh, unafanya na kuna mtu alikuwa ameanza vizuri ufisadi. Nani alikuwa ameanza ufisadi anaeleza? Ni nani huyo? Atusomee. Na kuna mwingine alikuwa ameandika vizuri hata zaidi nyingi. Kuna mmoja alikuwa ameanza vizuri ufisadi akaeleza. Hivyo, kafuta mahali akasema nimechoka akaendelea. Alikuwa ka ameanza vizuri sana. Haya. Pia ku, uh, unambiwa pale tusomewe na moja yule ameandika mambo ambayo alikutulika. Ameandika mengi sana kurasa mbili. Ni nani? Kuja usome. Ni wewe, kuja usome. Uliandika upande huo na no upande huo. Haya, soma zile umeandika, usome kwa sauti. Siku hiyo walitambua kulikuwa na ufisadi katika utangazaji wa washindi katika mashindano ya sayansi. Siku hiyo walijua kuwa familia za Jacob ziliandikwa. Walipata kujua kwa, siki, wani, kwa kwa kuwa alionea mshindi siku ya mashindano. Alikuwa hajakubali siri, kwani walionyeshwa jinsi walivyofuatana. Ni wazi kuwa wazazi wake siri walilia aau a faa yake kutoka ile biashara aa tunapata kujua kuwa siri anatoa mshahara wake ili kumsomesha Jack na kutimiza ahadi wazazi wake walimpa Jack kuwa watamsomesha hadi kufikia kilele cha masomo. Watangazaji wanapata kujua kuwa babake siri ni mtamaa. Kuna hoja ambayo ukiangalia hoja zako moja, haijasema tusomee, tafadhali. Hapa tunasoma kama kuna hoja unafikiria imesaulika, tusomee, tutashukuru. Haya, tuendelee. Dondoo ya pili. Ama kumbua yote aliyojenga au kuendeleza ujenzi huo. Onyesha muktadha wa dondoo hili, weka wazi aliyojenga msemaji. Kwa hivyo dondoo ni ukurasa sabini na mbili. Tunaambiwa hivi. Bwana Kalia alihisi kuwa siku hiyo pangetokea jambo moja kuu. Ama kumbua yote aliyojenga na kuendeleza ujenzi huo. Aliomba ruhusa ya kwenda msalani. Akiwa nje alijaribu kumpigia Siri simu, ili, ila hakumpata hewani. Alitaka kumkumbusha kuwa kuna sehemu katika historia ya ufanisi wake isiyotakikana elezewa mtu yoyote, seuze ulimwengu. Msemaji ni nani? Mwandishi. Ni mwandishi. Msemewa anazungumzia nani? Bwana Kalia. Mahali studioni. Kichocheo unasema hapa mwandishi alikuwa anaeleza alivyohisi bwana Kalia baada ya yaja kusema kuwa ataelezea nini historia yake, hivyo tu anatumia hata historia sana Weka wazi aliyojenga msemaji. Hapa hiyo swali ni mbaya. Aliyojenga msemaji. Msemaji hapa tumesema yule ah, ni mwandishi, si ndio? Mm -hmm. Inapaswa kuwa mrejelewa. Yule anarejelewa ni bwana Kalia. Kwa hivyo weka wazi aliyojenga mrejelewa ni bwana Kalia, si ndio? Mm -hmm. Eh. Alijenga nini? Si muhimu. Ni nini alijenga? Mambo mengi amejenga. Jambo la kwanza kwa ufisadi alimpa mwanawe nini? Tunzo. Pili, alimwezesha mwanawe kwenda wapi? Jaka anaishi wapi? Eh, alimwezesha mwanawe kwenda Uchina. Alimwezesha mwanawe kusomea nini Uchina? Ali, alisome, alisoma kwa ufadhili Uchina. Hilo swali lilikuwa linapaswa kuleta kuleta maswala ambayo kwa nini walikuwa pale kwenye sherehe? Kwa nini walienda kwenye mashindano? Tunzo ilikuwa lipi? <tabarata> ya mshindi ingekuwa kupata ufadhili katika masomo kuanzia shahada ya kwanza hadi shahada ya uzamifu katika chuo kikuu cha uhandisi, si ndio? Alijenga mm -hmm. Alimpa mwanawe nini? Ufadhili kuanzia shahada ya kwanza hadi shahada ya uzamifu katika chuo kikuu cha uhandisi, si ndio? Alimwibia akampa hivyo mm -hmm. Eh. nini kingine alijenga? Kwenda mm -hmm. yeah, Uchina, naam. uh -huh. Kuandikiwa pia formula, si aliandikiwa formula? mm -hmm. Eh, ziliandikwa ni zake na ni za nani? Ni za Jack. Haya, swali la kwanza pale kurasa 75, unafikiri ni kwa nini hadithi hii imepewa kichwa cha Toba ya Kalia? Toba ya Kalia. Kwa hivyo nani anatubu? Anatubu kuhusu nini? Yaani watu ambao wanatubu hapa ni kina nani? Ah, wote ni Kalia, familia yote ya Kalia. Yaani wametubu nini? Unapaswa kuorodhesha pale wametubu nini? Kila mtu ametubu nini? Kila mtu ana kila mtu anam, ametubu. Kwa hivyo unapaswa kufanya swali hilo. Nataka nione nini wanatubu. Unasema siri anatubu kuchukua tunzo ya? Ja. Anatubu kuandikiwa fomula ambazo si? Anatubu babake kufanya nini? Anatubu kumuona babake akifanya nini? Bimshewa anatubu kufadhaika kisaikolojia. Sisi mimi miandikwa hapa kutubu kisaikolojia, andika hivyo ngine kipigo. Mlete vitabu.